kinga. Kwa majina naitwa Oscar Kimweli Mshepa, kwa jina la kuigizia, majina yangu ya uigizaji naitwa Mkinga Creator. Ni msanii wa maigizo, filamu pamoja na comedy, pia hata stand-up comedy nafanya. We vipi? kama mweu ng'ata kuchaka kulikoni? Yaani bila ning'ate kucha mimi unang'ata we kucha, sikujua <laughs> <laughs> ah, samani bwana, unajua bwana, vitu vingine sometime mpaka tunashindwa kuongea kwa sababu kutokana na jinsi unajua, wewe ni mzuri sana na mpaka nakwambia kwamba eh, we ni mzuri sana, namaanisha na kwamba ina, ina maana namaanisha unatakiwa uwe na mtu kama mimi, kwa sababu ukiwa na mtu kama mimi kusabu, kiu, yan eh, yani, yani utakuwa na bahati kubwa sana yeah. so, hey. Allah. Allah. <laughs> Allah Allah Allah <laughs>

Mimi ni mwandaaji wa maudhui ya vichekesho ambayo ni comedy, wengi tumekali kwa jina la comedy clip. Uh, is clip ndogo ndogondogo za TikTok na mitandao mingine. Pia nina uwezo wa kutunga, ni mtunzi wa movie. Serious movie, uh, series pamoja na movie za mapigano. Napatikana katika mitandao ya kijamii kwa majina ya tukianza na Facebook, unatumia jina la Mkinga comedian. YouTube natumia jina la Mkinga creator. Instagram hivyo Mkinga creator pamoja na TikTok ni Mkinga. Lengo na maudhui ya kuja hapa na kuongea hapa kikubwa, kwa naomba mnisapoti katika mitandao yangu ya kijamii na haswa haswa ni YouTube ambao natumia Mkinga creator. Na pia haraka siwezi kusema kwamba shabiki yangu au f wangu kwa, ama kwamba yani nitoke tu from t nije nikuombe, naomba labda laki moja au 0 itakuwa ni ngumu Auwezi ukanisapoti kwa staili hiyo. Lengo la kunisapoti kwa staili ninayohitaji mimi ni kwamba ni kwa, naomba usubscribe katika YouTube channel yangu na pia uweze kutazama video zangu zote ambazo nitakuwa nakuwa naziachia. Kwa changamoto zilizojitokeza katika YouTube channel yangu ya Mkinga Creator, hii ni changamoto ambayo iko nje ya uwezo wangu. Kwa hiyo ninawaahidi mashabiki zangu, napenda kutoa ahadi, nitakuja kivingine nitakuja kwa staili ya ku, nitatupia kazi nzuri. Naahidi kutupia kazi nzuri ambazo zitakuwa zina ubora na wa, wa hali ya juu pamoja na quality sound nzuri na mambo mengine. Kwaio ni kitu ambacho nitakifanya kwa juhudi kubwa sana. Kwao ni kwa naomba ms, msichoke kunifuatilia katika YouTube channel yangu ya Mkinga Create. Sina mengi, lakini kikubwa, ombi langu kubwa kwenu mashabiki zangu, naomba mnisapoti kwa juhudi na uwezo wenu wote sitowaangusha na waahidi kwa hilo. Asanteni.